Mtazamaji wa TV Media karibu sana Sports Smiles. Le, kubali, kusiana, katika Sports Smiles, kwa sababu mbali na michezo tunakutana na kuzungumza yale yote ambayo yamejiri viwanjani na kubwa leo hii tutakwenda kuangazia kuhusiana na kutoitwa katika kikosi cha taifa ambao tunazungumzia Taifa Stars e, mchezaji Wilson Nangu pamoja na Ofen Chikola hali ya kuwa wana mwendelezo mzuri E, Jina langu ni Heri Abdalla niko hapa na Hamadi Shekivuli ambaye atakuja kutupa tathmini juu ya matukio haya. Hamadi, mambo vipi? Alhamdulillah mimi niko vizuri. Namshukuru mm. Mwenyezi Mungu. Mambo yako vizuri kabisa. Kumekuwa na mm. kufizuri, maswali mengi mara baada ya Ofen Chikola pamoja na Wilson Nangu kutokuitwa na Hemedi Suleman Molo katika kikosi. Kwako una mtazamo gani kuhusiana na hili? Ya, yeah. Mungu, mimi kutoitwa kwa Francis Ofen Francis Chikola pamoja na Wilson Nangu Uh, kuna faida pamoja na hasara. Nikianza kwa upande wa faida, kianupand hmm. kutojumuisha katika timu ya taifa ya Tanzania tanzaniaka uh, kuangalia Ofen Francis Chikola pamoja na uh, Wilson Nangu ni wachezaji ambao hajiweza kuitumikia timu ya taifa kwa muda mrefu, kwa hivyo wanakosa experience na ukizingatia hmm. haya ni mashindano makubwa uh, ya kufuzu kombe la dunia elfu mbili na ishirini na sita ukija kumwangalia Ofen Francis Chikola. Uh, hivi karibuni ndo aliweza kuitwa katika timu ya taifa mm. Uh, kama utakumbuka kule Zanzibar kwenye mm. Mapinduzi Kapu, lakini mm. Kabla hapo hakuweza kujumuisha katika timu ya taifa, hivyo kuna namna fulani ambavyo mwalimu ameangalia sana mm. Uh, ile current uh, team ama ile national team pia mm. Kumwangalia mtu kama Simon Happygon Msuva pamoja na Idi Seleman Nado wao mm. wameweza kuitwa kutokana na mwendelezo mzuri katika timu ya taifa lakini pia mwendelezo mzuri katika mashindano ambayo yanashiriki. Umezungumza hilo swala kwenye pande mbili, kwa maana ya faida, tumeziangalia tayari. Sasa athari zipi ambazo labda tutategemea kuzipata kutokana na kukosekana kwao? Ya. Yeah. Uh, athari zipo nyingi. Mm. Ukija kuangalia kwenye swala zima la kutoitwa kwa Offen Francis Chikola pamoja na Mudasi I mean, uh, Wilson Nangu. Mm. Jue times fly mm, kama muda unaenda, ni kwamba kesho na kesho kuta utakuwa na uhitaji wa wachezaji hawa mm. Vipi kuhusu experience katika michuano mikubwa mm. kama hii hapa mm. walau wangeweza kuitwa mm. uh, katika timu ya taifa kulingana na kiwango kizuri ambacho wameweza kuonyesha katika michuano mbalimbali ikiwemo uh, kombe la CRDB Federation Cup pamoja na ligi kuu soka Tanzania Bara. Mfano mm. mzuri ni Offen Francis Chikola, utakumbuka mwezi Novemba ameweza ku, uh, kuchukua tunzo ya mchezaji bora wa mwezi baada ya kucheza dakika 351 na kufunga magoli matatu. Lakini mbali na hivyo uh, mpaka sasa ameweza kucheza dakika 1780. Mm. Uh, sana mechi 23 ambazo ameweza kushuka dimbani na kuweza kuifungia uh, Tabora United magoli saba mm. na asisti mbili. Yaani akihusika katika magoli tisa kwa msimu huu hapa. Ni zamu yake ikiwa nzuri katika pitch uh, mm. ameweza kuchukua ama ameweza kuonyeshwa kadi mbili za njano mm. ni kiwango kizuri mm, uh, kwa sababu ni mchezaji uh, wa hapa hapa, lakini mbali na hapo, lakini ni msimu wake ambao ameanza kuonyesha vizuri mm, mbali na kuonyesha kiwango uh, cha kati mwaka mm, jana akiwa na Geita Gold, lakini msimu huu amekuwa na uh, msimu mzuri bora zaidi uh, ya misimu yote ambayo ameweza kutumikia Ndanda mm, uh, lakini pia na Geita Gold. Sawa, tuende tuhame katika mjadala huo tuangalie e, mjadala huu kwamba e, Mpopa Bwana Ali Samatta naye si miongoni mwa waloita katika kikosi e, pengine naye tutarajie yapi kutokana na kukosekana kwake kukose, kukose, kukose, kukose, katika kikosi yeah. Kwa Bwana Samatta hmm. E, kuna athari kubwa sana kama awali nilivyotangulia kusema kwamba kuna kitu kinachoitwa experience hmm. Ukija kumwangalia kijana Kelvin John ambaye ameitwa ni mchezaji ambaye hana uzoefu uh, wa muda mrefu ndani ya kikosi cha timu ya taifa. Lakini si huyo, tumwangalie kijana uh, kutoka Wydad Casablanca kwa maana ya Selemani Mwalimu mm. hana uh, uzoefu ndani ya uh, timu ya taifa. Kwa hivyo mm. unapomkosa mtu kama Popa Mbwana Ali Samatta kuna athari kubwa sana. Utakumbuka kwamba uh, mbali na kiwango kizuri ambacho Popa ameweza kukionyesha katika mechi ya kimataifa pia amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa link up mm, yani akiunganisha safu zote eh, za, za, za, za timu yani ile midfield zone, mm. uh, attacking zone pamoja na defend, defensive zone, zone. Mm, kuna nyakati anakuja mpaka uh, katikati pale akichukua mipira na kusupply maeneo mbalimbali ikiwemo left wing uh, pamoja na uh, right, right wing mm, hivyo unapomkosa anaenda Uh, anaenda kukosa ile partnership nzuri ambayo Alish, alikuwa ameshaitengeneza akiwa na mm. uh, Simon Happy God Msuva mm. Faisal Salum uh, pamoja na wachezaji na, na wengine ambao ameweza kuitumikia Timu ya taifa kwa muda mrefu. Sawa, hayo yalikuwa ni maneno ya Hamadi Shekivuli ambaye ametupa uchambuzi nzuri kuhusiana na kukosekana kwa kina Ofen Chikola pamoja na Wilson Nangu katika eneo la ulinzi na eneo la ushambuliaji, lakini ya Popa bwana Ali Samata El Capitano pia amekosekana katika kikosi hicho ambacho kinatarajia kushuka dimbani kwa siku za hivi usoni katika kusaka tiketi ya kufuzu katika kombe la dunia kwa mwaka 2026. Mimi ni Heri Abdalla, tukutane katika wasaa mwingine na hii ni Chivihi Media. TikTok pamoja na Facebook kwa jina la TV Media. Daima sisi ni wewe. Kwaheri kwa sasa.